Waziri kundi uh, la usafi wa mazingira. eneo la usafi wa mazingira ambapo uh, kwenye swala la afya Mheshimiwa Waziri halitofautiani na eneo la usafi. Kwa hiyo pia tuliandaa tuzo kwa ajili ya waliofanya vizuri kwenye eneo la usafi wa mazingira. Kijiji cha Kidegembe Kidegembie, halmashauri ya wilaya ya Njombe kimeshika nafasi ya pili, na kijiji cha Ikuna halmashauri ya wilaya ya Njombe kimeshika nafasi ya kwanza. okay. Okay. Okay. Okay. Lakini nikushukuru sana mkuu wa mkoa wa Njombe. Hii Njombe sasa ni hatari, weka mbali na watoto kila tunapokusanyika kusa, katika mikusanyiko ya namna moja ama nyingine mara nyingi mkoa wetu wa Njombe mmekuwa mkiibuka kibedea. Tunawapongeza, lakini vile vile tuwapongeze pia na washindi wote ambao wamechukua tuzo mbalimbali mbali. Na mkoa tunawapongeza sana kwa kuchukua ushindi wa kwanza na leo mtarudi na gari jipya na tutaliwasha hapo nje tukishamaliza mkutano huu. Ongeleni sana. Afya ni pamoja na usafi wa mazingira na usafi wa mtu binafsi. Leo hii tarehe 8 mwezi wa nne mwaka 2025 tupo hapa Dodoma makao makuu ya nchi yetu ya inchieto, Tanzania kwa ajili ya siku ya wiki ya afya kitaifa. E, sherehe hii imejumuisha mkoa, wilaya na halmashauri zote za nchi ya Tanzania, ambazo wamekuja viongozi mbalimbali na watendaji katika ngazi mbalimbali mpaka ngazi ya vijiji kwa ajili ya maadhimisho hayo. Lakini sambamba na maadhimisho ya sherehe hiyo ya wiki ya kitaifa, kama ilivyo ada kila mwaka, kumekuwa na mashindano ya kampeni ya afya na usafi wa mazingira ambayo huwa inahusisha halmashauri zote 184 za nchi ya Tanzania. Halmashauri ya wilaya Njombe ni miongoni mwa halmashauri shindani eh, katika nchi yetu Tanzania, ambapo kwa miaka zaidi ya kumi sasa mfululizo tumekuwa tukiongoza katika mashindano hayo ya kitaifa, na tumefata tumezoa zawadi mbalimbali ikiwemo fedha, pikipiki, magari. Lakini hata mwaka huu tunamshukuru Mwenyezi Mungu pia tumeibuka kidedea halmashauri ya Njombe, katika kundi la halmashauri tumeongoza kitaifa lakini katika ngazi ya vijiji, kijiji cha Ikuna kimekuwa kijiji cha kwanza kitaifa. Kijiji cha Kidege kimekuwa cha pili kitaifa, lakini pia shule ya msingi Ikuna nayo pia imeweza kuwa mshindi wa kwanza kitaifa. Kwa hiyo kwa nafasi ya halmashauri tumepata zawadi nono kabisa ya shilingi milioni ishirini, lakini vile vijiji, kila kijiji kimechukua milioni 4 na shule ya msingi imechukua milioni 4 lakini pia tumekuwa washindi wa ujumla kimkoa, ambapo mkoa wa Njombe umeendelea. Tumepata na land cruiser hardtop mpya kabisa zero kilomita ambayo inarudi Njombe kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kifedha katika watu wa Njombe. Ni washukuru sana waheshimiwa madiwani wenzangu halmashauri ya Njombe kwa ushirikiano mkubwa ambao tumekuwa tukipeana, kama tunavyojua kwamba agenda ya kampeni ya mazingira kwa halmashauri ya Njombe ni agenda ya kudumu tumeendelea kuidumisha agenda ya kusimamia usafi, tumeshinda. Lakini pia tunashukuru sana mkurugenzi, CMT yote, lakini bila kumsahau Mama Kidenya na timu yake ya uh, divisheni ya afya kwa kazi kubwa kubwa waliofanya ya kuendelea kutoa elimu, kufuatilia na kusimamia kampeni hii, hali ambayo imeendelea kutufanya tuendelee kuwakidedea kwayo. Uh, niwaombe na wananchi kwa ujumla, nawashukuru kwa mtikio mkubwa na katika kushiriki kampeni hii ndio maana tunaipekelea. Nitoe wito aa, kwa viongozi waheshimiwa wadiwani wenzangu na viongozi wote kazi za halmashauri, naomba tuendelee kushirikiana ili tuendelee kushinda, kwa sababu ushindi ni kitu kingine, lakini kushikilia nafasi ya ushindi ni kazi kubwa sana. Kwa hiyo tumefanya hiyo miaka kumi, naomba tuendelee kushirikiana, lakini pamoja na watendaji, pamoja na wananchi, tuendelee kudumisha kampeni ya afya na usafi wa mazingira ili tuendelee kushinda, lakini pia ili sisi na watu wetu tuendelee kuwa na afya.